Waligani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Aprili 30 siku ya Ijumatano asubuhi, tutaangazia habari kubwa zapewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuleagazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopewa kipaumbele, inaanza na habari inaosema, mvua yafichua udhaifu wa miundo mbinu uyoni. Habari kwenye gazeti la Mwananchi inasema mvua yafichua udhaifu wa miundombinu lakini mbu hat hatari sugu wa dawa aingia nchini mbu hatari sugu wa dawa aingia nchini wataalamu waonya madhara eh, yanayokuja wataja mbinu za kujikinga hii ndio mbinu alivyoingia na alivyobainika lakini mvua za tajwa serikali yatangaza mikakati ya kumdhibiti huyu ni mbu hatari sugu wa dawa aingia nchini lakini Rosalini, mkurugenzi mtendaji mpya MCL. Rosalini, mkurugenzi mpya mtendaji MCL. Kilio cha wabunge kuhusu umeme, Biteko toa kauli. Kilio cha wabunge kuhusu umeme, Biteko toa kauli. Wahalifu wa mtandao walivyokwapua shilingi bilioni 5.3. Wahalifu wa mtandao walivyokwapua shilingi bilioni 5.3. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti la kula Nipashe. Mwanga wa Jamii linaandika saratani mlango wa kizazi tishio kubwa Tanzania, Tanzania. Zanzibar kuanzisha soko la mitaji kuchochea biashara. Lakini msajili wa vyama vya siasa AG kuburuzwa kurti msajili wa vyama vya siasa kuburuzwa kurutini. Lakini siku ya uhuru wa habari PM, serikali yandaa sera akili mnemba. Lakini wafanya biashara Kariakoo wadai fidia ya bilioni 40, wafanya biashara Kariakoo wadai fidia ya bilioni 40 ni 50 waliobomoliwa na jengo kupoteza biashara na mali zao, inatokana na uzembe ujenzi nchini kwa nchi uliosababisha lakini, TMA yahadharisha mvua kuendelea hadi Jumamosi. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Nipashe. Lakini uaminifu utalinda benki ya ushirika, hilo ni gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini gazeti lako Raia Mwema, muungwana ni kitendo, linaandika vingunge wa bunge hawa hapa, vingunge wa bunge hawa hapa, wadumu bungeni kwa miaka 20 wamo tena waziri mkuu Majaliwa jobu Ndugai waibua mjadala. Lakini ubunge ni vita arasi anadaiwa kumpiga shoti mbunge vita Kawawa Kinondoni Ukonga segereas e, sarakasi tupu TAKUKURU waitwa e. Lakini Makonda auza ubunge wa Gambo Makonda auza ubunge wa Gambo siri ya kuomba radhi bungeni ya fichuka atajwa kuwa kinara migogoro na wenzake lakini Papa Francis alama ya binadamu huyo ni shehe asema, na msajili hazina nika vipaumbele, mkurugenzi angang'ania. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti ya Raia Mwema ukurasa e, wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Uhuru linaandika wadau wataja mafanikio wa uanzishaji benki ya ushirika, lakini soko la mitaji mbioni kuanzishwa Zanzibar, maelekezo ya Zilinde Jembi maeneo ya Oyster Bay na Masaki lakini Majaliwa awapa mbinu mwa wanahabari kutumia AI, mrithi wa Papa Francisco Mei 7 iy ni habari kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Habari Leo linaandika gharama za umeme zapitiwa timu ya Daiwa, timu ya Daiwa kuundwa bei kuunganisha umeme vijijini. Lakini wura yapewa jukumu mkataba mnadi LNG mbioni kusainiwa lakini kuna habari inayosema TAKUKURU ya onya kuchafua na arusha wa uchaguzi mkuu 2025 lakini mvua ya haribu barabara Dar es Salaam, Dr. Mwinyi tumejipanga fedha za miradi. Lakini Samia ateua mwenyekiti wa bodi taasisi nne. Lakini wafanyabiashara biashara ghorofa la Kariakoo wanadai fidia bilioni 40. Na Kassim Majaliwa habari ikuze uchumi ahimiza fursa teknolojia asema uhuru wa habari utalindwa. Profesa Kabudi ataka akili mnemba isilemaza wana habari. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la habari, linaendelea ukurasa wa pili, patenkale yako kwa habari k kwa. Lakini bado kuna gazeti la habari lio inaandika Marekani yaipa Tanzania bilioni 2.6 kukabili mpox, na gazeti la Tanzania Leo linaandika acbilioni kuanza safari London to Muscat. Lakini kuna bari mafanikio ya Samia ya wasomo barani Afrika ni katika usimamizi wa uchumi na mapato unaojitegemea, baada ya IMF kumkubali nchi za Afrika za chukua uzoefu. Lakini Samia lego AD watatua migogoro ya ukatili ya yatunishia misuli, misuli ACT Pemba na Dr. Dimwa Atamba watashinda majimboni E, majimbo yote ya Pemba, lakini wakomba makada vigogo wanachama wa miaka mingi hiy e, habari inapatikana kwenye gazeti ya Tanzania leo ukurasa wa mbele, lakini gazeti lako la uelekeo lenyewe linaandika Samia awapa wajasiriamali tabasamu, ni ujua benki ya ushirika wanena awamu yake haitasahaulika, lakini makala chadema kugeuka jukwaa la harakati inekikesho tena kuboresha daftari hiyo ni habari kwenye gazeti lako la uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Majaliwa, wanahabari tumieni akili mnemba kama nyenzo. Lakini benki ya ushirika Tanzania kuleta mapinduzi sekta ya kilimo nchini, na Wasira, ushirika sera ya msingi ya CCM. Marekani yaongeza nguvu vita dhidi ya mpox nchini. Takukuru ya wanoa wanahariri kuhusu rushwa ya uchaguzi mkuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Majira ukurasa wa mbele lakini gazeti lako la wamachinga sauti wa ya wanyonge linaandika NMB yazindua ume bima ya kidigitali, mifumo ya NIC sasa kusomana, lakini utendaji maboresho daftari la kudumu awamu ya pili watakiwa kuzingatia sheria, akili mnemba kundi wa sheria, majaliwa atangaza mkakati wa utungwaji wa sheria itakayozingatia maadili sheria kanuni kwenye sekta ya habari nchini, lakini aeleza uhuru wa habari unavyopaswa kulindwa kwa vitendo. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Kula wa Machinga. Hilo ni gazeti la Kula wa Machinga ukurasa wa mbele. Na tukichana gazeti la Machinga tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani kwenye magazeti mbalimbali nchini Tanzania. Gazeti lako la Wamachinga tunaanza nalo kwa asubuhi ya leo. Liza Rais Samia aipongeza timu ya michezo ya futsal. Simba sasa kuifukuza Yanga kileleni. Bundi aiandama Ken Goldi. Kocha Miludi hatubezi kombe la muungano. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Wamachinga. Lakini gazeti la Majira, Rais Samia azipongeza timu za taifa wa futsal wanafunzi, asema ni ushindi wa fahari ya Tanzania. Rais Samia awahidi Simba milioni 30 kila gori oni e, e, si gazeti lako la majira. Ugazeti lako la lekeo inaandika Simba tutambauao ya kucheza fainali na JKU. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la erekeo, ni baada ya kuingia fainali kwa mikwaju ya penalti zidi ya zimamoto siku ya jana. Habari Leo inaandika Simba yengia, yaingiza wanne kikosi bora shirikisho. Lakini nyota futsal Tanzania wautaka ubingwa. Ay, Azam msimu 2025 ni mbaya kwetu. Lakini gazeti lako raia mwema kwa mchezo andika Simba yajapiza kwa Berkane, Simba yajapiza kwa Berkane, Simba, hiyo ni habari pia inapatikana kwenye kurasa za michezo za magazeti mbalimbali nchini Tanzania. E, lakini bado tunaangazia sasa e, kwenye kila kula mwanaspoti linaandika Simba ya Janda kwa penati e, Simba ya Janda kwa penati, e, master bara kubeti mazito ya ibuka, wadau wa soka wafunguka, mtihani wa rushwa kwa mamlaka saba, e, kufumua kikosi Yanga. hiyo ni habari kwenye gazeti la mwanaspoti kwenye kurasa za michezo